Mbele yetu ni lazima tuhakikishe tumechagua njia sahihi ni lazima tuchague njia sahihi ni lazima tuchague njia sahihi nikasema hivi hivi sikiliza walokole si masikini ila tunahubiriwa habari za umasikini tunaambiwa tu habari za umaskini lakini sikiliza walokole ni warithi kwa sababu hao ni, tayari baba yao ndio anarithi baba yao ndio mtawala nini? Sikiliza, misimu inapokushuhudia unaingia hofu. Ukiingia hofu unaacha njia sahihi, ukiacha njia sahihi baraka haziji. Angalia kitabu cha Isaya sura sitini Isaya sura ya sitini na ule mstari kwanza wa kwanza mpaka wa tatu nitakuonyesha kitu hapa, welewe kitabu cha Isaya sura ya sitini Isaya Sura ya 60 angalia kwanza, mstari wa kwanza mpaka watatu. Anasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekusukia. Pili, maana tazama giza litafunika dunia na giza kuu litafunika makabila ya watu, bali Bwana atakusukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Mstari wa tatu, na mataifa wataijia nuru yako na wafalme kuujia mwanga wa kupambazuka kwako. Asaangalia kwa sababu sana. Kwanza anasema ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja. Ina maana hapo kwanza ilikuwa nuru hamna. Silibangizi, ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja na utukufu ambao umekusikia. Maana yake hapo kwanza huyu mtu alikuwa giza. Huyu mtu alikuwa giza. Ile giza ndio ilifanya huyu mtu angalia huyu mtu kwa masikini huyu mtu asijiliwe, huyu mtu asifuatiliwe. Angalia msalafu unasema hivi, anasema na mataifa watajilia nuru yako. Angalia nuru yako. Huyu mtu alikuwa afuatuaji maana ni giza, ilikuwa onekanagi. Kwa maana alikuwa giza, lakini baada ya nuru maana nuru yako imekuja. Maana yake hiyo nuru hapo kwanza haikuwepo, huyo mtu alikuwa giza. Anasema na utukufu wa Bwana umekusukia, ilikuwa bado hajazukia na utukufu wa Bwana. Mstari wa pili anasema giza litafunika dunia na giza kutafunika, itafunika, itafunika makabila ya watu, lakini Bwana atakusukia wewe. Maana yake duniani kote na katika makabila yote, lakini utaonekana na nuru anasema mataifa wataidia nuru na wafunde nuru. Angalia, anasema mwanga wa kusura kwako, maana yake, angalia huyu mtu kama giza limeshaondoka, ina maana kama hatakija, hakuna namna ambavyo, kama tumeambiwa hivi, tutanyonya maziwa ya mataifa. Maana yake, kimataifa wakija, wanaleta urithi, wanaleta baraka. Kama wamekuja, ulikuwa giza, lakini ghafla wamekuwa nuru, wanaanza kuja kuja. Hawaji tu hawajitunataka nikwambie, wakija wanakuja, kuna vitu vinaletwa, kuna vitu vitakuja, kuna watu, kuna heshima itakujilia. Kwa hiyo ile heshima itakapokujilia, inakujilia kwa nini? Kwa sababu giza limeondoka maishani mwako. Giza ni nini? Giza ni dhambi, giza ni dhambi, giza ni uovu. Kwa hiyo anamwambia ondoka, uangaze, maana nuru yako imekuja. Amekuja asafishaye, ni Kristo, amekuja. Imekuja ilo hiyo, ilo nuru kuondoa ilo giza, ilo giza ni dhambi Kitabu cha Matayo, nitakuonyesha mpaka uelewe. Kitabu cha Matayo, kitabu cha Matayo ile sura ya nne, Matayo sura ya nne. Nitakuonyesha mpaka uelewe, Matayo sura ya nne, tuangalie mstari wa kumi na tano na kumi na sita anasema: Nchi ya zabulon na nchi ya Naftali, njia ya, ya bahari, ng'ambo ya yordan Galilaya ya mataifa, watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, mwanga umewazukia. Hapa ni bahara ya Kristo, anawafikia na kuambia, tubuni maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa hiyo ni kama nuru imewajilia wale watu walio katika giza, waliokuwa gizani, waliokuwa dhambini. Kwa hiyo nuru imewajilia. Hii nuru ikija, imebeba baraka za nuru. Hii nuru ikikujilia, imekuja na baraka za nuru, imekuja na baraka za nuru. Hii nuru ni Kristo, nao Kristo, kwa sababu yeye ni mbarikiwa nuru nayo utakuwa mbarikiwa nuru. Nuru itaangaza tu, kwa sababu giza litaondoka. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa sababu iko njia mbili mbele yetu, njia ya kwanza ni njia ya uzima na baraka, njia ya pili ni njia ya mauti na lana. Kwa hiyo njia utakayochagua ndio itakayoamua maisha yako. Njia utakayoichagua ndiyo itakayoamua kwa habari ya maisha yako. Kwa maisha yako yaweji yawe ya, weji, ya maraka ama yawe ya lana. Kwa nini? Yesu Kristo alishatuokoa katika lana ya Torati. Kwa jinsi gani yalifanyika hiyo lana? Ulikuwa lazima ufe kwa sababu ya dhambi na uofu, lakini yeye Yesu Kristo akafa, amekufa kwa sababu yako. Kwa hiyo alishazifia hizo dhambi. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, kwanzia wakati huo ni nuru lakini kwa sababu, angalia, utakapokataa utakapokataa kumwamini ama kumpokea, ni kama vile hukumu imeshakuwa juu yako. Kwa hiyo unahukumiwa, kwa sababu tayari hukumwamini mwana pekee alitokae kwa Bwana ama atokae kwa Mungu, maana anasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata kamtoa mwanaye pekee, ili kila mwaminie asipotee maana kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, maanake Mungu ametupenda, alafu akatupa mwana, alafu akamtoa sadaka, ili sisi tuweze kuwa salama, ili sisi tuweze kuwa na uzima. Lakini kama tukikataa ama tukataa kuichagua hiyo njia, ni kama vile tumekataa, tubaki na mizigo yetu. Ah, mimi Yesu sinitue mizigo, acha nibaki na mizigo. Ah mimi Yesu, wewe usifie dhambi zangu, acha mimi nifie dhambi zangu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza. Kukataa kumpokea Kristo ama kukataa kumwamini Kristo ni kama umemwambia, mimi usinibebe mzigo, acha nijibebe mwenyewe. Huu mzigo unanihusu mimi, wewe fata mambo yako, na kwa sababu mzigo ule ulikuwa ni mzito kwako, maana ke, maana Mungu anasema ameona, hame, upendo wake wa ajabu akaupenda ulimwengu, alafu akamtoa sadaka mtoto, akamtoa sadaka mtoto ili watoto wengi wapate kukombolewa, ili wengi wapate kuokolewa. Ndio maana akasema, bali wote waliopokea aliwafanya kuwa wana, alifanyika watoto, wamefanyika watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu wana urithi katika Mungu. Hauwezi kuwa mtoto wa Mungu na urithi katika dunia. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ambacho unajua, kwa nini vitu vya dunia vinakukimbia kwa kuna vitu vya dunia vina kukibia. Ndio maana sikilizeni, kama ulikuwa mwizi nisikilize kwa makini. Kama ulikuwa mwizi umeiba vitu umeiba vitu umeiba vitu umeiba vitu ukawa navyo ni vingi, ni utajiri, alafu siku kampokea Kristo, ile tu umempokea Mungu umempokea Kristo, Mungu wa haki, vitapukutika na utabaki kama ulivyokuwa hapo kwanza. Kwa, kwa nini? kwa sababu hivi vitu vyote hivi vitakukimbia, hivivitakukimbia vyenyewe. Shetani kila siku atasema, mimi ndo nilimpaga hii ha! mimi ndo nilimpaga hii ha! mimi ndo nilimpaga hii. kama ni gari imeenda, kama ni shamba inaenda. Ha! mimi ndo nilimpaga hii. Alafu baada vikishaondoka vya dunia, urithi wa Mungu unaanza kuja kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ili washuhudia habari za mimi kuokoka mimi nilipookoka, nilipookoka, nimeokoka na nikang'ang'ana kweli, nikaanza kweli kung'ang'ana kumtafuta Mungu. Hapo ndipo nilipochokoza moto. Nilikuwa naishi hakuna chakula, wanaonifahamu wote, walionizunguka wananielewa, chakula kiliondoka kwetu, nguo ziliondoka kwetu na kila kitu ikawa hena, hatupati kabisa, hatupati chochote, vile vitu tu vivyo sawa sawa Nikauza nikauza simu nikauza nika kila kitu, nikabaki sasa. Mimi kama mimi kwa, nikaanza kutembea, nikajua nikajua wa mwisho wangu sasa nikufa. Mimi nilipoenda nilipoenda nilipo ilipofika 2023 ndio nikaanza kuiona neema ya Mungu, nikaanza kuona vitu vinaanza kuja, nikaanza kuona tanaanza kunaza anaanza takuvaa suruali. Lakini wakati nilikuwa na kutembea na suruali moja na vazi manne na vazi la misi na vazi mapili, hiyo suruali ikakauka kama hii chuma Unataka sio ndio unavaa kila siku. Alafu ni kadi ikabadilisha rangi. Ilikuwa ni rangi ya ya ya ugoro ghafla ikawa ikawa sibili ikawa rangi gani? Sio ikawa nusu kijani, nusu nyeupe hapa katikati kwenye magoti. Yaani ikawa na rangi tofauti tofauti. Chakula ilikuwa hamna mpaka nikajua tofauti tofauti kwa shako. Lakini nataka nikwambie hivi, nipo katika matengenezo. Nikaenda kwa ugumu hivyo hivyo. Nikaenda tukawa masikini kupita kiasi. Hatuwezi kununua kitu, hatuwezi kumsaidia mtu chochote. Ilikuwa sisi kunywa chai ya ilikuwa tumeshazauki. Tuna kunywa chai kwa hela ipi? Tukipata kidogo 500 tunanunua kauji, tunakuya kaunga. Tuna kunywa chai tuna hela ipi ya kunywa chai? Labda itokee mmoja mtu amekuja, labda ametuletea kasukari, tutakuta kunywa chai tofauti. Lakini kwa kununua kwa hela tunatoa wapi na kununua sukari. Tuka, tuka tunakula ndizi hii hapa hii iko iko pembeni hapa hiyo hiyo hapo. Ni ndizi ng'ombe. Hiyo ndizi mafuta, hata uweke mafuta haina ladha. Hata uweke nini haina ladha. Ilikuwa mimi binafsi mimi mwenyewe nilikuwa na meza, nalia machozi, natoka yaani ukakasi. Lakini watoto wanakula, wanasema tu niongeze. Mke wangu naye na anakula, anasema tu ah, baba nimeona nimeshiba, Mungu akubariki. Tunakata shambani, ilikuwa inazaa hii na na ndizi zote zingine zikafa, ikae inazaa tu hiyo kunikomoa ni ndizi ni ukakasi, ukimeza haimezeki. Sijui kama nani hapa. Sina kuna mimi mwenyewe nasikia hasira nikimeza, nasikia machozi na kuja, maana haimezeki, ina ukakasi na kuna Mungu kweli iko siku unakuja kweli na na, endelea na safari. Mimi ni mtu wa kufunga na kuomba. Ni milimani. Ni kuomba ni kuomba. Nikija jioni mambo haijajibu ni, ni. ni. ndizi ng'ombe tunakula tena jioni. Na tena naamka asubuhi kesho nakuja kuja ndo tunakula tena hiyo hiyo. Alafu atakapo kwenda kwa watu. Yaani kabisa tupewe kwenda. Na nakuja na huduma ilikuwa ilikuwa ni mtihani nataka nikwambie. Na huduma pale watumishi wapo sadaka zinakuja wale kule wasi. Simama sana wako wote. Mbona? wana huduma wanashika hela lakini wakumbuki kunipata mia tano na nadhumu, kwa sababu ni kavile, mkuambia mzeni, kavile unazuiliwa una, una msimpe, kwanza nimtengeneze kwanza. Nafanya nafanya huduma hapa, anakuja mtumishi mwingine, anakuja na huduma, anapewa hela, anaondoka. Mimi na huduma hapa, si mia tano, lakini na nasema mbe, usiye na hasira, bwana pambana na hali yako. Walikuita sini, wito wako sini, nimekuita mimi. Pambana na hali yako, napige napige na na pambana na pambana. Ilipofika 2023 nashangaa wanakuja wenyewe wale watumishi. Umeona mtu mzee wa kanisa? Wanakuja wapi watumishi Mungu? Tumekuja hapa tukununulia mafuta. Wanaofa. Karudi kwa anga wapi? Kibili alikuwa anapita napita na kula ndizi ng'ombe bila mafuta. Leo unakuja kujifanya kuja hapa na mandoa ya mafuta ana. Wanakuja wasi na na mchele sina sukari. Mlikuwanga wapi atunywa chai? Ilikuwa ni njia yangu. Na ilikuwa ni matengenezo yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukapita msoto. Ilipofika 2023 mambo yangu ikaanza kuwa sawa. Siku ya kwanza nilitoka elfu themanini. Sasa kumbuka ni msoto nimepita miaka mitatu msoto. Alafu nakuja kupewa elfu themanini katika ule msoto. Nika ah niliona vile nikaambia Mungu ni yangu hii maana siamini ni yangu. Naenda naomba nikaletwa na boxi ya maji sita sitasahau. Kuna kijana anaitwa Jafaria wapo kanisani akaja akaniulia akanunua boxi ya maji akasema nimeleta hii kae madhabahu. Nikaambia Mungu nalitoa maji leo na kunywa maji yatindika kipindi chote. Ehe, siku zote ni maji yatindika, ndiyo ndiyo nakunywa, halafu hamna, leo napata elfu themanini, nikaambia so yangu hii Mungu, nikaambia hii so yangu, nikaa naiombea, nikaombea siku nzima, naona na Mungu sema basi naona atanipata, usizi wa Mungu niambie hii elfu ya nane, maana haiwezekani kwa yangu, kutoka sina kabisa mpaka nailipia elfu themanini, halafu na boksi ya maji nakunywa maji ya ya ya Kilimanjaro, wakati nilikuwa na naishiki na maji yatindika siku zote.